kwenda Sini wapi? Okay, si nilienda na hizo vitu tena bado nini unanitafuta na unasema ni kwende? Wewe kwa nini unaiba vitu za wenyewe? Kwa nini unaiba no, no, vitu, wa wa vitu wakati mtu hayupo? Nyinyi ni wapumbavu sana. Oh, unaniita mpumbavu eh? Nyinyi wote mkiwa na yeye na nakuuzaje? Wewe ni mwizi, ulikuja unajifanya unataka mapenzi, kumbe wewe ni mwizi. Mwizi ati nini? Nauliza vitu gani unabeba wakati uko kazini? Kwa nini unaiba vitu za wenyewe? Wapumbavu sana Yonase, oh, unanita mpumbavu, eh? Ha, nyinyi wote mkiwa na yeye. Na nakulizaje, eh? Wewe ni mwizi ulikuja unajifanya unataka mapenzi, vitu gani unabeba wakati yupo kazini? Eh, Hello my people, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, it's your boy Marcus up in place. Na kama kawa dawa, kama kawa, kama dawa, tulisema ukifika Make sure you like the video na kama wewe ni mwenyeji kama wewe ni uh, I mean, mgeni subscribe, na kama wewe ni mwenyeji na siku hii, wadau, bila kupoteza wakati, wacha tusi waste a lot of time. Yes, kuna mdau alinitafuta hapa hivi, ni mwanaume anasema uh, uh, manzi yake alikuja akambeba kila kitu kwa nyumba, ati alimwacha akaenda kazini, kurudi anapata nyumba iko empty nyumba imebebwa kila kitu imeenda. Now I was like anataka nimpige. He was like pige huu madamu, muulize shida ni gani, nataka unitishie vitu zangu. Na sisi kwetu <laughs> kando na kupiga kwetu ni content pia, lakini pia tungetaka kujua sababu gani huu madamu aende na vitu bila kumwambia nani boyfriend yake. So stay tuned, tuweze kupigia madam mwenyewe tuone kwa nini alienda na vitu namba. Akatumia pia kwenye WhatsApp, anataka kujua kwa nini madam ameenda na vitu zake, kwa nini madam ameenda na vitu zake. So guys i'm dialing uh, na press the number. isikuwa na ringtone. isikuwa na sikiza tena. Wow. Hello? Hello? Hello. Yes, nasema naitwa Marcus. Oh, Marcus. Yes, naitwa Marcus. Uh-huh. Na hii namba yako kuna mtu amenipatia mtu ambaye anakupenda sana sana sana kabisa. Ungenisikiza kwanza before usema una mpenzi, ungenisikiza mtu mm. E, ambaye anakupenda sana na akasema ya kuwa mm. alikuwa amepanga kufunga ndoa na wewe mm -hmm. na akakuacha kwa nyumba, wakati mmoja ni two weeks ago mm. akapata umebeba vitu zote kwa nyumba So alikuwa anaomba urudishe vitu, mwendelea kuishi pamoja. Sasa we nikuulize, uh-huh. We jua amekupea namba yangu, akakueleze yote ikusaidia na nini? Nataka ah, murudiane, so urudishe vitu, murudiane. Mbona unapenda kuingilia mambo ya watu? Lakini mi sijaingilia, nataka na. Sasa okay, kwa nini akakupea namba yangu nipigie? Alafu we nani kwake kwanza? Mi ni brother yake mdogo mkubwa basi ya umwacommodate juu nilibeba vitu sasa. Na kwa nini unabeba vitu zake? Alikwambia zilikuwa zake? Na kwa nini ulitoroka kama yuko basi? Nimekuuliza alikwambia hizo vitu zilikuwa zake. Mtu anaweza beba kitu si yake? Kwa nini wewe ukimwachia nyumba empty, unamaanisha hapo amenunua kitu yote? Sasa vitu hizo ni zake, wewe msianze hakuna kitu anaweza nunua. Ndio naulizaje? Ah, okay, hizo vitu hazikuwa zake. Si umesikia short and clear. Nini ingine unauliza? Nakuuliza swali madam. Oh, hiyo ndio yenye mmekaa chini muongee. Sasa tu fanya je hakuna usinipigie simu, usinipigie simu. Hakuna hakuna mahali tumekaa chini tukaongea na yeye. Aya, akakupea namba yangu uniulize kaa nani? Kaa nani wake? Wewe ni kuulize. Okay, wewe ni brother yake. Alafu sasa sisi tunahusiana je na wewe? Sasa ndio nilikuwa nauliza utarudi kwetu lini shemeji? <laughs> Nimekuwa shemeji yako tena. Sasa nibebe vitu tena nikuwe shemeji. Sasa unajua ni shemeji e, mzuri. Hivi ndio mnakuanga wajinga kwa kweli. Na hebu niambie alikukosea wapi shemeji yangu? ikuhusu shughulika na maisha yako, alikuwa amekupanga alikuwa amepanga kuja kujulisha nyumbani, akakwambia wewe sasa, badala niambie mimi. Sasa ndio una, tunasema we ungesema sababu gani alikukosea ndio ukaenda na vitu? Ah okay, na nini? Ah, ndio tujue vile tutatatua kwani unakuwa mrudi hivyo? Nimekuambia kwako, shughulika nayo ya kwangu, achana nayo uya, yes. Wezi sawa, ndugu, ndio nasema kushinda ukinipigia pigia simu. Rudisha vitu za wenyewe kwao, kwenda huko, rudisha vitu za wenyewe sasa. Kwani wewe unajifanya wewe ni nani, umeamua kunitusi na si kutusi wewe, Sasa unajifanya eh, unataka kusikiza ni kwenda wapi? si nilienda na... Okay, na hizo vitu tena bado nini mnanitafuta na unasema ni kwende? Wewe, kwa nini unaiba vitu za wenyewe? kwa nini, unaiba unaiba vitu nini ni unaiba vitu wakati mtu hayuko wa, oh unaniita mpumbavu eh? ah, na nakuulizaje, wewe ni mwizi. Ulikuja unajifanya unataka mapenzi, kumbe wewe ni mwizi, mwizi, mwizi. Alibeba vitu zangu, alikuwa alikuwa amekuambia, alikuwa amenunua kitu hata moja? Unafanyia, unamfanyia kila kitu, alafu unashinda ukiniambia hapa ati nini. Nauliza vitu gani unabeba wakati uko kazini eh, eh. Wewe ni kome, ndio nauliza vitu gani unabeba akiwa kazini. Maswali hazina miguu, vitu gani unabeba akiwa kazini eh sasa? Okay, rudisha vitu za wenyewe wewe na unajua, tunajua mahali uko? Kwa nini unataka kurudisha? Vitu hazikuwa zake, ni mimi nilikuwa nimenunua vitu na pesa zangu, Mzee hiyo umpua ni malaya. Wewe si wewe si jobless? <coughs> wesi, simu ndo <coughs> kazi. Yu, kazi umepata, ndio, nakuulizaje, so urudishi vitu za wenyewe. Nikaona nimeboeka na yeye. Ni sawa, fanya venye fanya venye unajisikia. Unajifanya mjanja zaidi, si ndio? Vitu ni zangu, unajifanya mjanja au sio? Mwanaume si kutegemea hivo, ndio utaongea, si ndio? Ah. Wewe, anasema nishughulika na yani, mtu anaiba alafu anasema hizo vitu Very... Ah, ni vibaya kabisa. Shame on her.